Miezi tisa iliyopita, nilipitia jaribu kubwa la kutisha la maisha yangu. Nilipatwa na ugonjwa mbaya unaoitwa kwa kitaalamu multiple myeloma, multiple myeloma. Ugonjwa huu ulizalisha seli kwenye mwili wangu zilizoasi zaidi ya elfu nane. Hizi seli zilizoasi zikaanza kutapakaa katika kila eneo la mwili na kushambulia viungo vya mwili na figo zangu zilishambuliwa zikafeli. Unajua, wote mnafahamu ile ile, ile, ile panchi ile ya kunanihii ya kutoboa makaratasi. Wadudu hawa walikwenda kwenye mifupa yangu yote ya mwili mpaka fuvu la kichwa, wakatoboa matundu matundu katika kila eneo mpaka kwenye mbavu. Madaktari walishangaa sana kwamba kwa nini hujavunjika mgongo na kwa nini mikono yako haijavunjika wala miguu yako haijavunjika, kwa sababu kwa hali kama hii lazima ungevunjika tu. Unajua hata Ayubu, Mungu alimwekea hata Ayubu, shetani alimwekea ukomo kwamba nenda, lakini hapa usivuke. Naamini Mungu aliweka ukomo Wadudu wale wakaenda kwenye uti wa mgongo, mgongo wangu ulilegea, siwezi kugeuka, miguu haikuweza kusimama, mikono haikuweza kufanya kazi, mapafu yalidhoofika na kuwa na uvimbe kwenye mapafu na kuwa na uvimbe kwenye mbavu, nilikohoa bila kupumzika na kila nikikohoa, damu inatoka, nikienda haja ndogo, damu. Kisha ilionekana kwamba utaalamu wa matibabu hapa Tanzania upo, lakini E, vifaa na madawa kuna aina fulani ya upungufu. Kwa hiyo hekima ilitolewa kwamba nikimbizwe haraka nchi za nje, na hali ilivyokuwa, serikali haikufikiri kwamba ningefika India nikiwa mzima. Kwa hiyo walikuwa wanajaribu tu kwamba tuthubutu, tujaribu kwa kuhakikisha uzima wangu, serikali ikatoa dokta wa kusafiri na mimi mpaka India, Apollo New Delhi India, ili kuhakikisha kwamba nafika. Sijui walichofanya nilikuwa sijitambui, nimebebwa kwenye machela na ambulance kutoka wodini, nimepelekwa airport, nimefika airport siwezi kupanda ndege. Ndege ikashusha liwinchi lile, unajua lile refu lile kama gorofa, likachukua lile kitanda changu, kikanichukua mpaka business class, wakanibeba wakaniweka kwenye kiti, nikakaa pale. Nilipofumbua macho, najikuta niko katika kitandani, Apollo, New Delhi India. Namuuliza maua, hapa wapi? Wanasema hapa tu umefika New Delhi India hospitali, jamani, bwana asifiwe, Amina. Kwa miezi tisa ilikuwa safari ndefu yenye gharama kubwa na maumivu makali, lakini pia imekuwa safari ya mafunzo ya kiroho kwangu. nilikuwa namwambia makamu askofu mkuu, ndugu yangu, makamu wangu na rafiki yangu, nilimwambia hapa duniani Mungu amenipa digrii nne za kusomea. Sasa kaona hizi nne ni za pakisu za dunia, Mungu anipeleke chuo kikuu kwenye tanuli la moto. Jamani, amina. Amen. Nipate digrii nyingine ya kutoka mbinguni. Hivi napenda kuwashuhudia kwamba mimi ni mhitimu wa chuo kikuu cha Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. tunaposema tanuri la moto mimi nime, nimeokoka nime, nime, nime toka tanuri la moto. tunaposema tundu la simba jamani, mwenzenu nimetoka kwenye tundu la simba. Tunaposema kwamba eh, kuvuka bahari ya Shamu. Jamani, nimevuka bahari ya Shamu, oh.